Asante sana ndugu wafuatiliaji wa chaneli yetu ya lisha Ubongo. Leo basi, kwa namna ya pekee, tupo na ugeni katika studio zetu hizi. Napenda nimkaribishe, ajitambulishe, lakini pia atuambie ametuletea nini katika chaneli yetu. Karibuni sana. Asante sana. Jina naitwa Fateri Bernard Modest Belege, ni fateri wa jimbo kuu la Dar es Salaam ambaye inasoma katika seminari ya Mtakatifu Agostino Peramio Songea, katika masomo ya mwaka wa tatu wa masomo ya teolojia. Mimi pia ni mwanamuziki wa kanisa Katoliki, lakini pia ni mwandishi, nimejaliwa karama hiyo uandishi. Mbele yenu leo nina vitabu viwili, ambacho kimoja kinasomeka kama Ufahamu Muziki Mtakatifu katika Kanisa Katoliki, kama unavyokiona hapa katika kitabu hiki, Ufahamu Muziki Mtakatifu katika Kanisa Katoliki ambacho nimekitoa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Kitabu hiki lengo lake kubwa ni kuwafanya waamini wote wa Kanisa Katoliki kuelewa nini hasa maana ya muziki mtakatifu katika kitabu hiki hakuna nota wala hakuna nyimbo, bali ni maelekezo ya kilichurujia ya namna ambavyo muziki mtakatifu unapaswa kuenziwa, unapaswa kufuatwa kwa kadiri ya kanuni na mapokeo yake. Na hivi ndani ya kitabu hiki nimeeleza nini maana ya muziki mtakatifu, utofauti wake na muziki wa kidunia, aina sita za muziki mtakatifu ambazo zipo katika Kanisa Katoliki na zinatambuliwa na Kanisa Katoliki. Zaidi sana katika kitabu hiki tumeelezea, nimeelezea, tumechambua vizuri chimbuko la muziki mtakatifu katika maandiko matakatifu toka Agano la Kale mpaka Agano Jipya, lakini pia kitabu hiki kimeelezea historia ya muziki mtakatifu toka karne ya kwanza ambapo mitume walipokea kanisa, muziki mtakatifu ulikuwepo na ukaendelea kukua mpaka katika zama zetu hizi. Na hizi historia nzima imeweza kuelezewa humu katika kitabu hiki, lakini pia kwa msisitizo mkubwa sana mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano waliweza kuelezea muziki kinagaubaga katika hati yao ile ya Sacrosanctum Concilium, hati constitutio kuhusu liturujia, wameelezea kuhusu muziki mtakatifu na hivi, hati ile nzima, maelezo mazima kuhusu muziki mtakatifu ni nini, inapatikana pia katika kitabu hiki, kulingana na baba mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano. Zaidi sana katika kitabu hiki pia utapata kujifunza, utapata kuona muziki mtakatifu pamoja na liturujia. Tunapozungumzia liturujia, tunazungumzia katika vipengele vifuatavyo: kwanza, muziki mtakatifu unavyokuwa unavyotumika katika kipindi cha mwaka wa kanisa, kwa maana ya majilio, noeli, kwaresma, pasaka na kipindi cha kawaida cha mwaka ni maelekezo namna gani muziki mtakatifu utumike katika vipindi vya usika. Lakini pia kipengele cha pili cha liturujia ni katika azimisho la misa takatifu ambacho ni kilele cha liturujia zote, imeeleza namna gani ambavyo muziki mtakatifu unabidi utumike katika misa takatifu zaidi sana katika maazimisho ya sakramenti. Pia namna namna gani muziki unakuwa unatumika katika maazimisho ya sakramenti iwe sakramenti ya ubatizo, iwe sakramenti ya kitubio, mpako mtakatifu wa wagonjwa, pamoja na sakramenti zingine zote muziki unaingia huko. Lakini pia, imeweza kuelezea muziki mtakatifu katika liturujia ya saa ama liturujia ya vipindi, kwamba namna gani muziki mtakatifu unatumika katika liturujia ya vipindi. Na katika kipengele cha mwisho cha muziki mtakatifu katika liturujia tunaweza tukaona na ukajifunza muziki mtakatifu katika sakramenti takatifu ya ekaristi, kwa maana kuabudu ekaristi ili ni liturujia, namna gani muziki mtakatifu unakuwa unatumika, sheria zipi, kanuni zipi zinatumika katika e, katika e, kuabudu ekaristi, ama sakramenti takatifu ya altari. Na sura ya mwisho ya kitabu chetu inazungumzia sasa changamoto ambazo zinajitokeza katika muziki mtakatifu si Tanzania tu bali duniani kote. Lakini kwa namna pekee nimeelezea katika Tanzania ambapo ndipo eh, mwandishi mimi nimezaliwa huko na kuona changamoto mbalimbali ambazo zinajitokeza, lakini sikuishia tu kwenye changamoto, bali pia nimeweza kuelezea na utatuzi wake, kwa maana ya ingereza tunaita solution namna gani utatuzi tunaweza tukatutua, ni mapendekezo ambayo nimeweza kuyatoa ambayo kama wanakanisa wote tukiweza kuyafata basi mambo yanaweza kwenda vizuri na muziki mtakatifu uweze kuenziwa na kudumisha na kuurithisha katika vizazi vijavyo. Basi hayo ndiyo yapo kweli katika kitabu hiki. Karibuni nyote kuweza kujipatia kitabu hiki ajili ya kulisha kulisha ubongo wetu kulisha akili zetu, lakini zaidi sana ni kukumbuka lile lengo kuu la liturujia kwamba yote tutakayofanya ni Mungu anatukuzwa nasi tunatakatifuzwa. Ukiachana na kitabu hiki cha muziki ufahamu muziki mtakatifu katika kanisa Katoliki, Mwenyezi Mungu pia ameweza kunibariki na kunijalia nguvu na kuweza kuandaa kitabu kingine ambacho kinafahamika kama ifahamu jubilei kuu elfumbili na ishirini na tano kama unavyoweza kuona hapa kitabu hiki ambacho kimetoka katika mwaka huu wa jubilei elfumbili na ishirini na tano kikiwa na kauli mbiu ya maujaji wa matumaini ni kitabu ambacho kimetoka elfumbili na ishirini na tano Septemba mwaka huu elfumbili na ishirini na tano lengo kubwa la kitabu hiki ni kuweza kuwafahamisha waamini wote wa kanisa kuhusu jubilei ni nini nini maana ya jubilei, na hasa jubilei ya elfu mbili na ishirini na tano jubilei kuu ya elfu mbili na ishirini na tano inahusika na vitu gani na vitu gani tunapaswa kuweza kuvifanya, ili mwaka huu wa jubilei usitoke bure, kwamba kila Mkristo Mkatoliki aweze kuwa na uelewa namna gani jubilei tunavyotakiwa kuadhimisha na hivi ndani ya kitabu hiki, katika sura ya kwanza nimeweza kuelezea maana ya Jubilei ni nini, mgawanyiko wake. Imegawanyika Jubilei katika sehemu kuu mbili, na hivi taweza kujifunza katika kitabu hiki. Lakini pia chimbuko, hatuwezi kusahau chimbuko la Jubilei katika maandiko matakatifu, kwamba Jubilei hii zimetoka katika maandiko matakatifu. Lakini pia katika kitabu hiki utapata sasa kuelewa ni kwa namna gani Jubilei hii ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano inaweza kutusaidia sisi wanakanisa kwa maana ya kuelewa kauli mbiu na mahujaji wa matumaini, maana yake ni nini? Nembo iliyotumika unajua, watu wengi wanaangalia ona nembo lakini hawaelewi na hivi, nimeweza kuichambua nembo ya Jubilei hii ama tunaweza kusema ni logo ya Jubilei kuu inamaanisha nini. Lakini pia nimeweza kuchambua wimbo wa jubilei ambao tunaimba wengine wanaanza kama mwali hai kama mwali wa moto, wengine mwali hai, zote zikiwa zina maana hiyo hiyo moja. Katika lugha ile ya Kiitaliano aliyetunga, mimi nimeweza kufanikiwa kufanya utafiti na kuweza kuwaandikia Wakristo wenzangu kwamba nini maana ya wimbo huu mstari kwa mstari, mpaka wimbo unaweza kuisha. Na hivi ninawakaribisha wote kabisa kuweza kujipatia nakala hii ya kitabu hiki, ili kuweza kuelewa nini maana ya Jubilei na yatupasao kufanya katika yale mengi ambayo tunapaswa kufanya, ikiwa moja wapo kama ni kupata rehema kamili nimeweza kuandika umu rehema ni nini na rehema kamili ni nini, kufanya matendo ya huruma, kufanya hija na mambo mengine mengi ambayo utayakuta huku. Hayo ni machache sana kati ya mengi ambayo nimeweza kuyaandika, na hivi karibuni sana nyote, ili muweze kujipatia nakala hii. Asante sana asante sana basi. Kwa, kwa ajili ya wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wa chaneli yetu hii ya Lisha Ubongo ningependa kuuliza maswali mawili swali, so la kwanza ambalo ningetamani kujua kwa faida ya wasikilizaji wetu ni kuhusu kitabu cha muziki yeah. Labda kwa ufupi sana unaweza ukawambia watu kwa ufupi sana mziki huu wa Kanisa Katoliki maana yake ni nini? kwa ufupi tu sana labda wajue hivyo Asante. muziki wa mtakatifu wa Kanisa Katoliki kwa ufupi ni muziki ambao unatumika kanisani katika kanisa Katoliki na ambao unafuata liturujia, na hivi utofauti unaweza kuonekana kati ya muziki mtakatifu ama muziki katika kanisa Katoliki na makanisa mengine ama mazebu mengine, na hivi unapohusisha liturujia, basi huo unakuwa ni muziki wa kanisa Katoliki. Maana kwa ufupi tu muziki mtakatifu katika kanisa Katoliki ni muziki ambao unahusika na liturujia moja kwa moja. Asante sana, nadhani mpenzi msikilizaji na mtazamaji utakuwa umeweza kuona maana hiyo ya muziki. Lakini pia kuna kitabu kingine hapa ambacho inaitwa Ifahamu Jubilei Kuu. Labda wasikilizaji pengine ndo kwa mara ya kwanza wamejiunga kwenye chaneli hii na wameweza kuona kwa mara ya kwanza labda unaweza kuwaambia kwa ufupi sana, hii jubilei maana yake ni nini? Jubilei kama jubilei, maana yake ni nini? Alafu baada ya hapo Wakikifungua kitabu hicho wajue wanaenda kutafuta kitu gani? Kwa ufupi sana jubilei hiyo maana yake. Asante. Jubilei katika maana ya kawaida ambayo nimeweza kuiandika hapa ni shangwe, ni furaha, ni furaha kutokana na kuenzi kitu ambacho kilishatokea, miaka kumi, miaka kumi na tano, ishirini na tano, hamsini, sabini na tano, mia na kadhalika. Kwa hiyo inapotokea e, miaka hiyo inafika, tunafanya shangwe, tunafanya furaha kukumbuka kile ambacho kilitokea miaka mingi iliyopita. Na hivi atakaye atakaye jipatia nakala hii ata, ataona kabisa ndani kabisa kwamba hizi shangwe katika kanisa, hizi furaha katika kanisa ni vitu gani? Furaha katika kanisa ni upendo, kuona kwamba watu wote tunaishi kwa upendo. Na tunaposema upendo, inahusika nini na jubilei? Tumesema jubilei ni furaha, tumesema jubilei ni shangwe. Na katika kanisa sisi furaha yetu ni shangwe yetu ni katika kweli kuwahudumia wenzetu. Jubilei katika kanisa inatufundisha kufanya matendo ya huruma, ili kuweza kupata neema kamili. Na hivyo unavyomsaidia maskini, unavyofanya matendo ya huruma, sisi kwa sisi tunapeana furaha na hiyo ndiyo shangwe ya kanisa, na hiyo ndio shangwe ya ulimwengu mzima. Asante, nashukuru sana frateli Bernard Belege. Basi kwa kuwa upo hapo, wewe mwenyewe muhusika, tungependa kufahamu. Wakati unaandika vitabu hivi, kipi kilikusukuma ukaanza kuandika kitabu cha mziki mtakatifu? Uliona nini na baadaye ukafuatia kuandika Ifahamu Jubilei Kuu? Tupe kwa ufupi sana, ili tuweze kujua kama kuna mtu anawiwa kuandika naye vitabu akikusikia anaweza akapata nguvu ya kuendelea mbele. Asante sana. Kitu cha kwanza ambacho kimenifanya niweze kuandika kitabu hiki cha ufahamu muziki mtakatifu katika kanisa katoliki ni ile kuwa na uchungu, kwa maana ya niliona e, katika jamii ambayo ninaishi, sehemu ambayo ninaishi, parokia ambayo ninaishi, kwamba kuna vitu haviendi sawa katika muziki mtakatifu. Binafsi nikawa naona haviendi sawa lakini nakosa nguvu ya kuweza kuwambia kwamba hiki kitu hakiko sawa, na uwezi ukawarekebisha watu bila kuwambia kwa kweli. E, um, hiki kitu umekitoa wapi na hivi? Ule uchungu ambao nilikuwa nao kuhusu maswala ya liturujia na maswala ya muziki kiujumla, ndio ulionifanya mimi niweze kukaa chini na kufanya tafiti na kuweza kuandika kitabu hiki cha ufahamu muziki mtakatifu katika Kanisa Katoliki na kwa kweli ilinitumia miaka mitatu kuweza kuandika kitabu hiki, yes. Tangu falsafa ya kwanza mpaka falsafa ya tatu yes, yeah. Lakini pia baada ya kupata uzoefu sasa wa kuandika kitabu hiki cha ufahamu muziki mtakatifu katika Kanisa Katoliki nikapata pia ari na nguvu mpya ya kwa kweli kuweza kung'amua na kuandika vitu vingine ambavyo ni tofauti na muziki mtakatifu mpaka sasa, Mungu ameweza kunibariki kuweza kutoa kitabu cha Ifahamu Jubilei Kuu elfu mbili na ishirini na tano na pia tunategemea vitabu vingine vitakuja mbele ya safari. Kitabu hiki cha Ifahamu Jubilei Kuu elfu mbili na ishirini na tano, msukumo mkubwa ulikuja mwezi wa tatu mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano wakati nipo katika grupu la, la WhatsApp la walimu wa muziki Tanzania, walimu wa muziki mtakatifu Tanzania, baada ya kuuliza eh hivi nini maana ya mwali wa moto huu wimbo atuuelewe huu wimbo nini na mimi nikiwa napenda masuala hayo ya kikanisa masuala ya kiteolojia, kwa kweli nikawa napata wakati mgumu hata kuweza kujibu swali, na ndipo na mimi nikaanza kupata msukumo wa kuweza kutafuta hivi maana yake ni nini, na hii jubilei maana yake ni nini basi nilivyoanza kupata mwanga kwamba hivi vitu maana yake ni nini, nikasema nisibaki na hii elimu peke yangu, kwa kweli niwashirikisha Wakristo wote. Na ndivyo ilivyoweza kutokea mpaka sasa, namshukuru Mungu nimeweza kukamilisha kazi hii. Asante wa sana bwana. Bila shaka familia nzima ya Lisha Ubongo mmeweza kusikia, e, ameelezea kwa ufupi sana lakini ameelezea kitu ambacho vijana wengi wanatamani kuandika vitabu na historia zao kwa hiyo ni mfano mzuri ambao tunaweza tukaufuata. Mimi sina la ziada, labda tu kama una neno lolote kwa familia ya Lisha Ubongo wanaofuatilia sasa hivi, unaweza ukaongea neno wakakusikia. Karibu kwa neno lolote. Asante sana san. Basi kwa familia nzima ya Lisha Ubongo, neno langu kwenu kwamba sisi wote eh, ni wanafamilia ya Mungu na hivi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaeneza upendo duniani kote, tunaeneza elimu duniani kote. Kama kitu tunaweza tukakifanya leo, tusisubiri kingoje kesho, kwa maana ya kesho yetu wenyewe hatuna uhakika. Kadiri tunavyoamka, ni maajabu ambayo Mwenyezi Mungu anatutendea sisi kila siku. Na hivi kama tunaweza kufanya kitu leo, tujitahidi kufanya leo kusudi ulimwengu mzima upate kuweza kuokoka kwa sauti na kwa maandishi yetu ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe anatujalia nguvu ya kuweza kufanya haya yote ambayo tunafanya. Asanteni sana, asante sana basi. Kwa kuhitimisha, sisi wanafamilia ya Lisha Ubongo tunao msemo wetu ambao unasema mabadiliko ni kubadilika. Ukitaka kubadilika, basi ufanye mambo yanayokupaswa kwa wakati sahihi kabisa. Mama Teresa alishawahi kusema, upendo ni kufanya mambo madogo kwa upendo mkubwa. Asante sana, ulikuwa nami mwendeshaji wako Laurent Alexi Chaula mxibu